wende unaingizaga nini? nikabidi nikuje tupige naye at least yeah, nipatie morali yeah. so tunajenga, tunajia, mimi napenda ngasani yeah, tuwendo kusema na siku huku utao unataka mawimbo zingine mmo na unajua stay mawimbo tunatumalizia, yeah. asichana nikipata nikipata, umejuka dem ah, yangu demo. Yako wapi wewe? hizo udhani zenye msanii wewe wewe, kazi yako ni ah, zako so, so Show zako mimi naonaanga show zako. Wapi? Naonaanga show zako bani hivi kwa runinga. Ah, eh! Acha hizo acha. Una wika? Lazima yeah. Kwa sababu. Mimi na Dini alikuwa anataka do mingi. Na mimi nilikuwa tu yeah, na das kwa mfuko. Yaani unajua tu usani yani. Unaelewa tu. Yani mimi niko tu na shilingi 10 na usupa alikuwa anadai 500 man. Ai man. So inaenda hivi. Yeah. <coughs> Stack is. Sema je, manzi unaona nini? Ha? Kuna doba nimeunda. Hadi umefika shama, umeshatoa kiasi. Sababu, mm. So bila bila beat beat. beat sababu so Sababu nataka nitafutiwe so itakuwa. Na, kuna kitu imefanya nikaunda hiyo doba. Yaani yeah. Msofu wangu alikuwa anta, ananiomba domingi, alikuwa ananiomba ananiomba punch. Unajua tu tu mimi wale wewe basi sasa so ile lazima tu sio nimesikia ukinipigia simu ikabidi nikuja hapa hivi wakati huu ufaao. Na then nimekuja hapa hivi nataka at least ni nikupatie support. So ja mimi na upande wa support na kwa mbaya. Hey, wewe na kujuanga. Nataka ni nikupatie support, yeah. nini tuingize wimbo vizuri. Yo sasa, alafu. uh -huh. Kuna sababu nime record. Yeah. Kuna show nataka nipige mahali. Hey, ndio hizo vitu natakanga, ndio hizo sasa, ndio hizo sasa mimi mwenyewe. mm. Nataka show kai hizo sasa. Sasa nataka ona nini? Wewe hey. unipatie direction nini siku fulani

Apart from so hiyo bana niko na kitu nitaka kuambia hii ni kitu ni muhimu. Niambie wewe na kujuanga unakuwa bar report. Niambie. Bana nimetoka. Nikienda kwa jamaa fulani hivi. Nimemkuta kwa ni mm, kwa nyumba yake amekaa jamaa jielewi. Yaani jamaa ako yaani sema tu ako. Na akaniambia aje. Ako na kuna mademu fulani kutunjana na hao wawili. Anaambia ndo adamu ademu anamtongoza. Hai.

hata baadhi anapata hii, useme hivyo. Huyo si yako tu bana, hakuna kitu anafanya. Na unajua so anataka nimpatie support ya madem. Mimi sasa nikimpatia support, yeye ni boy, mimi ni boy. Anataka nimpatie support. Hii inaeleweka kweli? So ni kama kujui, amekuambia ni kama kujui. Yaani juu, yaani juu ya maneno ni nani? Yaani juu.